Mkoa wa Kilimanjaro, mmoja wapo ya maeneo yenye historia ndefu ya harakati za ushirika nchini Tanzania, unaendelea kukumbwa na changamoto zinazoathiri ufanisi wa vyama vya ushirika. Mrajis msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro, Queen Senziga, anasema hali hii inazua mashaka juu ya uwazi na uendeshaji wa vyama na inaweza kuchochea migogoro ya kiuongozi. Baadhi ya wanachama wasioaminifu wa hawarejeshi mikopo kwa wakati baadhi ya vyama kutotumia mfumo wa kidijitali, kama nilivyotangulia kusema tuna vyama 341 lakini vyama 241 ndivyo vimecomply. Hazina kuchelewesha makato, michango na marejesho kwa baadhi ya SACCOS. Kipindi kilichopita tulikuwa na milioni 841 lakini sasa wameendelea kurejesha na takribani milioni 226,539 bado zinadaiwa kwa waajiri wetu. Aidha, uhaba wa maafisa ushirika katika baadhi ya halmashauri umetajwa kuwa kikwazo kikubwa katika usimamizi wa vyama na kutoa mwanya wa matumizi mabaya ya madaraka. Uhaba wa maafisa ushirika watano kufanya majukumu ya usimamizi ya udhibiti na uhamasishaji kama nilivyotangulia kusema tuna maafisa ushirika kumi na moja ambao hawatoshi. Bado tuna uhaba wa maafisa watano, kwani halmashauri za Hai DC, Mwanga DC, Moshi DC, Siha na Moshi manispaa afisa ushirika ni mmoja mmoja. Katika hatua ya kukabiliana na changamoto hizo, mkoa umeanzisha mikakati ya kutoa mafunzo kwa viongozi wa vyama kuhimiza uwasilishaji wa taarifa kwa wakati na kufanya ukaguzi wa ndani. Jukwaa hili ni chombo muhimu katika kutangaza ushirika kwa wanaoshirika na wadau wengine, kwa kuzingatia kuwa vyama vinapata fursa ya kutangaza bidhaa na huduma zinazotolewa na vyama vya ushirika, kama ulivyotembelea mabanda pale nje. Uwepo wa majukwaa haya ya ushirika huchochea uhamasishaji na ukuaji wa sekta ya ushirika katika mkoa na nchi nzima. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna mwongozo umetolewa kwa ajili ya kuendesha majukwaa haya kitaifa. Kwa hiyo niwaombe wanaoshirika wapitie na kusoma mwongozo huo ili uweze kutuongoza zaidi na tuweze kuwa na jukwaa jema. Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu anasema serikali haitavumilia viongozi wanaotumia nafasi zao vibaya kwa maslahi binafsi. Hatuwezi kuendelea. Hatuwezi kupiga hatua kama hatuna ushirika ambao we una nguvu katika maeneo yenu. Kwa hiyo ni vyema tukaimarisha ushirika. Mrajisi kama liko tatizo, yupo mkuu wa wilaya yupo, na sio mkuu wa wilaya y Moshi peke yake, wakuu wa wilaya wote kwenye maeneo yenu wapo, watawasaidia sana. Pamoja na changamoto zilizopo, sekta ya ushirika inaendelea kutambuliwa kama nyenzo muhimu ya kuinua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, lakini kufanikisha hilo kuna hitaji uwazi, uadilifu na usimamizi madhubuti katika kila ngazi ya uendeshaji wa vyama hivyo. Dickson Busegaga, Clouds TV, Moshi.